Kitabu cha Yudithi, sura ya tisa na ya kumi. Ndiyo kanisa la Mungu tumsifuni Yesu Kristo karibuni sana wapendwa naitwa Mwalimu Petro nawakaribisha katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti ambapo siku ya leo tutaweza kusoma kitabu cha Yudithi ile sura ya tisa na ya kumi wapendwa pia unaweza ukasoma na sisi Biblia pamoja kupitia chaneli zetu ya YouTube pamoja na Facebook zinazojulikana kwa jina la Jerusalem Family TV. Mwalimu Petro na Evodia Mazwile. Watu wa Mungu, kwa upande wa YouTube usisahau kusubscribe na upande wa Facebook usisahau kufollow. Hiyo itakusaidia uendelee kupata vitabu hivi kwa ukaribu zaidi. Basi watu wa Mungu, tufungue kwa sala ili tusonge mbele na siku ya leo kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Mungu, tunaliinua jina lako na kulitukuza kwa matendo yako makubwa mno katika maisha yetu. Tunakushukuru Mungu, unatupenda kuliko upeo, na ndiyo maana tunakunyenyekea katika wema wako. Tunakukaribisha mahali hapa, tunaomba uje, Roho Mtakatifu mwenye upendo, tunaomba uje, Roho Mtakatifu mwenye nguvu. Karibu utusimamie, utuwezeshe, tuweze kusoma neno lako, na sote tuweze kuimarishwa, tutie nguvu, e Bwana ili mwanga wako uangaze maishani mwetu, tuendelee kuwa imara. Katika jina la Baba Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, ambapo leo tutasoma kitabu cha Yudithi katika ile sura ya tisa, tutaangalia juu ya sala ya Yudithi na katika sura ya kumi tutaangalia juu ya Yudithi anaelekea kambini kwa maadui. Naam, tuungane sasa, tuanze rasmi usomaji sura ya tisa. Naye Yudithi alianguka kifudifudi akajitia majivu kichwani akalifunua gunia alilovikwa alilo na. Wakati huo uvumba wa jioni ulikuwa ukifukizwa Yerusalemu katika nyumba ya Mungu. Yudithi akamlilia Bwana kwa sauti kuu akisema: E Bwana Mungu wa baba yangu Simeoni, ulitia upanga mkononi mwake ili awatoze kisasi wale wageni walioulegeza mshipi wa msichana kumharibu na kulifunua paja lake kumwaibisha na kulijinajisi tumbo lake kumlaumu. Maana wewe uliamuru lisitendeke Nao wakalitenda kwa hiyo, ulitoa wakuu wao wauawe, na kitanda chao kiwe chekundu kwa damu, kile kitanda kilicho fedheheka kwa ajili yake aliyedanganywa. Ukapiga watumwa pamoja na mabwana wao na mabwana pamoja na viti vyao vya enzi ukatoa kwake zao kuwa mateka na binti zao kuwa watumwa na mali yao yote kugawanywa katikati ya wana wako wapendwa, ambao walifanya ari kwa ajili yako, wakichukizwa kwa unajisi wa damu yao, wakaomba msaada kwako. E Mungu, Mungu wangu, nisikilize mimi pia niliye mjane. Maana yaliyoyatangulia hayo uliyatenda wewe, na hayo pia, na mambo yaliyofuata; umeazimia mambo yaliyopo sasa na yatakayokuja, na yale yaliyoazimia yakatendeka naam. Mambo ulio yakusudia yalisimama usoni pako, yakasema: Tazama sisi hapa. Maana njia zako zote zimeandaliwa na hukumu zako hutolewa kwa kujua yote. Basi tazama, waashuri wameongezewa nguvu. Wameji, wamejitukuza kwa farasi na wapanda farasi na kujisifia wingi wa askari zao. Wameweka tumaini lao kwa ngao na mkuki na upinde na kombeo, wala hawajui ya kuwa wewe uBwana uzivunjae zana za vita; Bwana ndilo jina lako. Ziangushe nguvu zao kwa uwezo wako ulishushe jeuri lao katika ghadhabu yako, maana wamekaza nia ya yao kupanajisi patakatifu pako, na kulitia uchafu hema linalo hema linamokaa jina lako tukufu, na kuivunja kwa upanga pembe ya madhabahu yako, na uangalie kiburi chao umwangalie hasira yako kichwani. Tia mkono tia mkononi mwangu mimi mjani uwezo wa kutimiza azimio langu, kwa hila ya midomo yangu. Mpige mtumwa pamoja na mkuu na mkuu pamoja na mtumwa wake. Shusha fahari yako, shusha fahari yao kwa mkono wa mwanamke, maana uwezo wako haumo katika wingi wa watu wala nguvu zako katika mashujaa, ila wewe u Mungu wao waliotaabika, msaidizi wao walioonewa, u tegemeo lao walio dhaifu, mlinzi wao walioachwa, mwokozi wao wasio na tumaini. Naam, naam Mungu wa baba yangu, Mungu wa urithi wa Israeli, Bwana wa mbingu na nchi, muumba wa maji yote, mfalme wa kila kiumbe, isikilize sala yangu. Fanya maneno yangu na hila yangu kuwa jeraha lao na pigo lao, walilokusudia mabaya juu ya agano lako na nyumba yako takatifu na juu ya mlima Sayuni na nyumba ya urithi wa watoto wako. Ulijulishe taifa lako na kila kabila kwamba wewe ndiwe Mungu, Mungu wa uweza wote na nguvu zote, wala hakuna alilindaye taifa la Israeli ila wewe tu. Sura ya kumi. Ikawa alipokwisha kumlilia Mungu wa Israeli na kuyamaliza maneno hayo yote, aliondoka chini, akamwita mjakazi wake, akashuka kwenda nyumbani alimozoea kukaa katika sabato na sikukuu zake. Akalivua gauni alilovikwa na mavazi ya ujana wake, akaoga maji mwili wote, akajipaka marhamu mazuri Akasuka nywele akazipamba, akavaa nguo zake za furaha, ndizo zile alizozivaa alipokuwa hai mumewe Manase. Akachukua viatu kwa miguu yake, akavaa mikufu yake na vikuku vyake na pete zake na vipuli vyake na mapambo yake yote, akajipamba vizuri sana kwa jinsi ya kuvuta macho ya watu wote watakao muona. akampa mjakazi wake kiriba cha divai na chupa ya mafuta akajaza mfukoni bisi natini na tini na mikate safi akafunganya vyombo vyake vyote akampa. Akaenda mpaka mlango wa mji wa Bethulia, waka, wakawakuta Uzia na wakuu wa mji Charbisi na Charmisi wamesimama pale. Nao walipomwona jinsi sura yake ilivyogeuka na nguo zake zikabadilika, walistaajabu sana kwa uzuri wake, wakamwambia Mungu wa baba zetu akuonyeshe kibali na kuyafikirizia makusudi yako kwa utukufu wa wana wa Israeli na fahari ya Yerusalemu. Wakamwabudu Mungu. Akawaambia, waamuru wanifungulie mlango wa mji, nami nitatoka kuyafanya yale tuliyoyasema. Wakawaamuru vijana wamfungulie kama alivyosema. Wakafungua, Judithi yakatoka, yeye na mjakazi wake, na macho ya watu wa mji yalimfuata aliposhuka mlimani na kupitia bondeni hata wasiweze kumwona tena. Wakashika njia moja kwa moja bondeni. Walinzi wa Washuri wakutana naye, wakamshika, wakamuuliza, mtu gani wewe? unatoka wapi na kwenda wapi? Akasema, mimi ni binti wa Ebrania, nami ninatoroka kwao, kwa sababu wa karibu kutolewa kwenu na kuangamizwa. Basi ninamwendea Holofene jemedari mkuu wa jeshi lenu kumpa maneno ya kweli na kumwonyesha njia atakayeweza kuifuata ili ajipatie nchi yote ya milimani bila kupoteza hata mtu mmoja a, au maisha yake ambayo uzuri wake uliwashangaza. Walimwambia, umejiokoa nafsi yako kwa kumjia Bwana wetu. Basi sasa twende nyumbani kwake, wengine wetu watakupeleka hata kukuwekea mkononi mwake. Nawe utakaposimama mbele yake usiwe na hofu moyoni mwako, bali umweleze maneno yako hayo, naye atakutendea mema. Wakachagua watu mia miongoni mwao, wakawaagiza wamsindikize pamoja na mjakazi wake, wakawaleta hemani mwa Holofene. Watu wa kambini mote wakakusanyika, maana habari za kuja kwake zilienea mahemani. Wakaja, wakaja wakamzunguka pale aliposimama nje ya hema la Holofene, watu walipokuwa wakimweleza habari zake Wakaustajabia uzuri wake na kuwastajabia wana wa Israeli kwa ajili yake. Wakasemezana kila mtu na jirani yake, nani awezaye kuwadharau watu hawa, madhali miongoni mwao mna wanawake wazuri kama huyu? Haifai waachwe hata mtu mmoja, maana wakiachwa wataweza kushawishi ulimwengu wote. Basi waliomhudumia Holofene na watumishi wake wote walitoka wakamwingiza hemani, naye Holofene alikuwa akipumzika kitandani chini ya chandarua chake kilichofumwa kwa urujuani na dhahabu na zumaridi na vito vya thamani Wakamwelezea habari zake, akatoka akaja uwanjani mbele ya hema lake, na taa za fedha zilimtangulia. Hata Yudithi aliposimama mbele yake, na watumishi wake wote, walistajabia uzuri wa sura yake. Akaanguka kifudifudi akamsujudia. Watumishi wake